Watazamaji, leo nimekuja na faida kumi za kushangaza juu ya kiungo hiki. Kiungo hiki ni nyanya. Nyanya kiafya zina faida gani? Tutaenda kuona pointi hizi kumi. Tutaanza pointi ya kumi mpaka pointi ya kwanza. Pointi ya kwanza na pointi ya pili zitakushangaza sana, kikubwa, usibanduke hapo ulipo.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 Namba kumi ni pamoja na kusaidia katika kuimarisha kinga ya mwili. Nyanya zina kiwango kikubwa sana cha vitamini C ambacho husaidia mwili kupambana na magonjwa na hivyo kuongeza ulinzi wa mwili dhidi ya maambukizi. Namba tisa, husaidia sana katika kupunguza hatari ya saratani, kwani nyanya zina virutubisho kiitwacho lycopene, ambacho ni kinga au madhubuti dhidi ya aina mbalimbali mbali za saratani, hasa saratani saratani ya tezi dume, matiti na tumbo. Pia namba nane, huimarisha afya ya moyo, kwani nyanya husaidia kupunguza sehemu mbaya LDL na kuongeza sehemu nzuri HDL, hivyo hupunguza hatari ya shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Namba saba, huongeza uzuri na afya ya ngozi, kwani nyanya ina vitamini A C na lycopene zilizomo kwenye nyanya ambazo husaidia kupunguza makunyanzi hivyo hulainisha ngozi na kuifanya iwe yenye mvuto zaidi. Namba sita, huboresha afya ya macho, kwani nyanya zina vitamini A na beta carotin zinazosaidia kulinda macho dhidi ya magonjwa kama upofu, na hivyo nyakati za usiku, hivyo kupelekea hali ya mtu kuweza kuona vyema kabisa hususani kwenye nyakati hizi za usiku. Namba tano husaidia sana katika mmeng'enyo wa chakula. Nyanya zina nyuzi nyuzi mafibers ambazo husaidia chakula kusagwa vizuri tumboni na hivyo huzuia matatizo kama vile kuvimba na gesi pia. <coughs> Namba nne hupunguza hatari ya kisukari. Nyanya zina, zina glycemic index ya chini na antioxidants ambazo husaidia kusawazisha kiwango cha sukari kwenye damu hata pia kwa wagonjwa wa kisukari. Namba tatu husaidia sana katika kuimarisha afya ya mifupa, kwani vitamini K kalsiamu na fosforasi vilivyomo kwenye nyanya ni muhimu katika kujenga na kudumisha mifupa imara. Namba mbili katika pointi zile ambazo tulikuwa tunazingoja kwa hamu faida za nyanya. Kabla hatujaenda kuziangalia pointi hizi muhimu, naomba kuweza kukumbusha kama tu wewe ni wa kwanza kufungua channel hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi tu tunapokuwa tunazi upload. Tuende moja kwa moja tukatazame pointi namba mbili na pointi namba moja, huku tukianza na pointi ya pili. Namba mbili, husaidia sana katika kupunguza uzito. Je, ulilijua hili? Nyanya zina maji mengi na kalori chache, hivyo ni chakula kizuri kwa watu wanaotaka kupunguza au kudhibiti uzito wao wa mwili. Hivyo kula nyanya kwa wingi, wewe mwenye uzito mkubwa sana wa mwili. Nyanya kumbuka, ina maji mengi ambayo yataweza kusaidia sana katika kupunguza uzito mkubwa sana wa mwili wako. Namba moja apointi muhimu kwenye zile mbele za kushangaza umuhimu wa nyanya hii, ni pamoja na husaidia sana katika kuondoa sumu mwilini, ama kwa kiingereza tukiita detox. Nyanya zina uwezo wa kusaidia ini na figo kusafisha sumu mwilini kutokana na virutubisho vyake vya asili na maji mengi. kwa matatizo ya afya ya akili vidonda vya tumbo pia hata nguvu za kiume. Safari ya Afya iko mbele yako, kwani swala zima la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo halina tuhusu sisi sote. Kwa matatizo makuu haya mawili ya vidonda vya tumbo hata pia nguvu za kiume tunazo dawa muhimu sana madhubuti katika kutibu matatizo haya, na uzuri wa dawa hizi zinapatikana kwa gharama nafuu sana. Na nzuri zaidi ni kwamba dawa hizi tunazituma mikoani kote kwa gharama nafuu hivyo jambo la msingi unawe kunitafuta katika namba ambayo inapita kwenye skrini yako, ili tuweze kukaa meza moja na kuzungumza kwa pamoja, ili uweze kuanza kutibu tatizo lako kwa wakati. Pia kwenye hili tatizo la afya ya akili, usisite kunitafuta pia kimawazo, tutashauriana, maana swala la afya ya akili ni swala ambalo limekuwa na shida kubwa sana kwa kila mtu. Pia niendelee kwa shukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukizia abroad. Ulikuwa na mimi he Dr. Lucas. Hivyo sina kitu kingine cha ziada cha kuendelea kuzungumza zaidi ya kuendelea kwa shukuru. Asanteni.